Tuelekee kaunti namba 29 ambapo gavana wa Nandi, Stephen Sang, amesema kuwa ushirikiano unaoendelea kuimarika kati ya vyama vya UDA na ODM utaendelea hata baada ya kifo cha uh, Raila Odinga. Akizungumza wakati wa sikukuu ya Mashujaa iliyofanyika huko Kapsabet, Sang alisema kuwa hakuna sababu ya wananchi au viongozi kuwa na wasiwasi kuhusu muungano huo wa kisiasa. Na mimi nataka kuambia hii watu wetu wa Nyanza wanatupenda sana, na hawa watu wanapenda rais, na hii maneno ya tutam, tunasema wao wako tutam zaidi, wao wanashukuru hii urafiki ambaye tumejenga urafiki ya watu wa Rift Valley na watu wa Nyanza. Mimi sina shaka hii election inakuja hii sisi na jamii hii ya nyanza tutapigia rais two times ili rais aendelee kufanya hii kazi mzuri ambaye amefanya katika Kenya yetu. Kwa hivyo nyinyi, mkipata mkitembea hapa na mupate mtu kutoka Nyanza, nunulie yee chai na uambie hawa, asante sana.